Tumerejea hivi sasa kwa ajili ya kuangazia taarifa mbalimbali, bado tupo katika soka letu. Kama ndo kwanza umejiunga nasi, umechelewa kiasi, kuna mengi tumeangazia. Simba Sports Club kufuzu kuelekea hatua ya 16 bora, Pamba Jiji Football Club pamoja na Kagera Sugar, super club kubwa. Lakini leo usikose kutazama mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Coastal Union wanamangushi kutokea jini Tanga saa kumi kamili za jioni katika uwanja a KMC Complex Mwenge kusaka nafasi ya kuelekea hatua ya kumi na sita bora ya michuano ya CRDB Bank Federation Cup. Tumeangazia pia Simba na matarajio yao ya kuelekea mchezo dhidi ya Dodoma Jiji Football Club, lakini kwa wakati huu tunaangazia baada ya ligi kusimama, ligi kuu ya NBC kupisha uh, mapumziko tunaangazia nafasi za timu mbalimbali ndani ya -mbali ligi kuu ya NBC. Tumeanza kuangazia Ken Gold, wazee wa makarasha na hatima yao ya kuweza kusalia katika ligi kuu ya NBC. Bila kusahau pia tumewatazama Tanzania Prisons chini ya kocha Amani Josia, mabingwa Kombe la Muungano mwaka 1999 na yenyewe nafasi yao ipoje? Lakini leo tunakwenda kuziangazia timu mbili ambazo na yenyewe zinashiriki katika ligi kuu ya NBC, ligi kuu ya NBC, eh, mtazamo ipoje kwa wakati huu? Nipo na Faraj Mustapha pamoja na Rashid Hamis uh, kwa ajili ya kuangazia haya. Na kwa leo tunaanza kuangazia kikosi cha Kagera Sugar, wana supa Nkurukumbi, ambapo kwa hivi sasa inanolewa na kocha Juma Kaseja Juma. Kumbuka kikosi hicho kilianza na mwalimu Paulo Nkata na kisha kuchukuliwa na Meli Simedo na kisha kocha Juma Kaseja kukinoa kikosi hicho mpaka hivi sasa. Kikosi cha Kagera Shuga Wanasupa Nkurukumbi wamecheza michezo ishirini na tatu wapo nafasi ya kumi na nne wana alama kumi na tisa wamepata ushindi katika michezo minne pekee, wamepata sare katika michezo saba, wamekubali kichapo katika michezo kumi na mbili wamefunga mabao kumi na nane wakiwa na mabao ya kufungwa thelathini na moja Hizo ni takwimu za Kagera Shuga Wanasupa Nkurukumbi. Faraji, haileti taswira nzuri hata kidogo. Makocha watatu mpaka hivi sasa wamevuna alama 19 9, wapo mm, nafasi ya 14, Kagera Shuga Wanasupa Nkurukumbi. Yes, na, nafikiri na tangu apande ligi kuu, uh, kwa performance kwa ujumla mpaka sasa hivi ndo msimu mbaya zaidi kwa kwa hizi mechi ambazo wamecheza na msimu Kagera pamba Siku nyingine yake. Okay, sawa, sawa. Ukiangalia namba ya, ya michezo na, na point ambazo wamezipata, wame ni vitu viwili tofauti kabisa. Makocha watatu ndani ya msimu mmoja, jambo la kwanza lakini, na kile ambacho wamekizalisha ni, ni vitu viwili tofauti. Najaribu kuangalia katika maeneo ya msingi zaidi ambayo ndio mpira wa miguu tunauongelea, mara nyingi kwenye maboksi mawili, ukiangalia kwenye namna ambavyo wameweza kufunga na namna ambavyo wameruhusu magoli. Ukiangalia tu takwimu nakupa picha kwamba, uh, wamekuwa wanaruhusu magoli mengi, kuruhusu magoli thelathini moja. Maana yake kwa ujumla uh, kama timu kwenye kuzuia hampo vizuri. Wanasema kuwa na muundo mzuri wa ulinzi sio kwamba hautafungwa, lakini kunapunguza idadi ya magoli kuwa mengi. Ukiwa na timu inazuia vizuri, hautafungwa magoli mengi, lakini hii hapa inatupa picha kwamba kwa, kwa ujumla kwenye sanaa ya ulinzi kwenye timu, wakina mfuko wakina luende, kwa namna ambavyo wana speeder, ambavyo wana, wanapata nafasi katika mechi tofauti tofauti, bado wanakuwa hawana ubora mzuri zaidi pale ambapo wanakuwa wanakutwa kwenye boksi lao. Lakini pia uh, ukijaribu kuangalia, unafanya nini zaidi kwenye boksi la timu pinzani ni baada ya kutoka nyuma kwenda mbele kutafuta magoli, unaangalia, unaona magoli kumi na nane ni magoli pungufu ya michezo waliocheza. Yaani michezo ambayo wamecheza michezo 23 wamefunga magoli 18. Maana yake wana deni la michezo mitano ambayo hawakuweza kufunga goli. Pia sio picha nzuri kwa sababu tunajua ligi ni marathon. Kadiri unavyoweza kupata magoli mengi maana yake pia possibility ya kuweza ku, kupata matokeo chanya ni kubwa. Lakini unafunga magoli machache unaruhusu mengi. Maana yake ni nini? Inawezekana pia kwenye mechi nyingi wana, wanafungwa magoli mawili wao wanapata moja, bado hawanufaiki kwa sababu unakuwa umeruhusu magoli mengi ndani ya dakika tisini, lakini wewe umepata goli moja ama mawili inakuwa haikupi zile alama. Kwa hiyo shida inakuja sasa ni, ni walimu ama ni wachezaji au rasilimali watu ambao wanatenda kazi hapa. Ndo utaanza kuona tangu aondoke Ponkata ni kitu gani alikuwa anakizalisha ndani ya kiwanja. Hatujaona kitu kikubwa sana ambacho tulikiona pale mwanzoni ambapo aliweza kuiongoza wakaona pengine kocha ana ana changamoto, akatolewa, akaja kocha mwingine ndani ya muda mfupi. Tukaona Melsmedo ambaye anapenda ule mpira wa kutembea, tumeona ni tabia ya Kagera. Kwa hiyo naye akaingiza kile kitu, lakini bado matokeo hayakuwa mazuri. Tunaona baadhi ya mechi ambazo alijaribu kupishana na timu ambazo zina misuli ya wa wachezaji bora, namna ambavyo waliweza kuadhibiwa kwa mfano mdogo tuliona zidi ya Simba aliweza kukonsidi magoli mengi ndani ya dakika tisini. Hii yote anakupa picha kwamba kuna moment unaweza ukasema makocha wanaweza wakawa pembeni ya lawama, lakini ukaja kuangalia ni aina gani ya wachezaji wanapatikana kwenye timu husika. Ukiangalia kuna wachezaji wengi ambao wamecheza ligi kuu timu tofauti tofauti, wapo pale, lakini wanatoa kitu gani? Kwa mfano mdogo, uh, una, kuna mchezaji kama nasoroka pama, kuna wakati ni mchezaji kiongozi ndani ya timu lakini the way inavyo display unaona kabisa, kuna moment unaweza kusema akawa anamuongosha mwalimu. Kwa hiyo naamini pia kwenye baadhi ya wachezaji kutoperform kwa kiwango cha juu imekuwa ni sababu mojawapo ya Kagera Sugar msimu huu kutofanya vizuri. Sawa, so, uh, uh, uh, Rashid, tukio tunayokwenda kuangalia michezo inayokuja ya Kagera Sugar wana super kurukumbi umeifuatilia Kagera ukitazama wachezaji ambao wanao kwanzia golini Ramadhani Charamanda, mm -hmm. Saidi Kipao, ukirudi nyuma kina Sareka Mbenga, mm -hmm. mfuko, mfuko Onditi, lakini majina akina Crofas Mkandala, yaani unaona unaiona Kagero akina Hija Shamte uh, Elik Mujage Rwasa Talik Sef uh, Kiakala, ni timu unaiona, shida ni nini na hatima yao ipoje, tukiangazia hii michezo uh, saba ambayo wamebakiwa nayo Uh, Kagera Sugar uh, Mtozi kama utatuletea michezo saba ambayo Kagera Sugar watapambana nayo kwa wakati huu. Hapa michezo wa yes, iliyobakia uh, Kagera Sugar atapambana na Coastal Union wana mangushi, lakini pia uh, atakuwa na Tanzania Prisons ugenini, atakuwa ugenini dhidi ya Dodoma Jiji, atakuwa nyumbani dhidi ya Azam Football Club, atakuwa na Mashujaa Football Club nyumbani nakumbuka uh, <coughs> uh, nakumbuka mechi ya mwisho ambayo alicheza Kagera na Mashujaa uh, kule lek Tanganyika. Kagera Sugar walikuwa naongoza kwa bao moja kwa sifuri bao la Talik Sefikia Kala, lakini baadaye ikaja ikachomolewa kwa mkono wa penalti na Mohamed Musa. Michezo mm. mingine uh, ya mwisho watapambana na Namungo na kisha atakuwepo na Simba Sports Club. Naiona michezo <coughs> mitano ya juu kama ni michezo ya hatima wana kikosi wanachezaji ambao ni wazoefu, wana damu changa zimeingizwa ndani yake. Kagera anatoboa katika hii michezo saba na alama ambazo wataweza kuzikusanya kwenye kile ambacho washaanza kifanya kwenye hizi mechi mbili, uh, wanaweza kufanya kitu uh, inawezekana wasipate alama ishirini na moja hmm. lakini at least wanaweza kuvuna alama, kuna baadhi ya timu wanaweza kupata alama. Uh, ukiangalia mechi kama mechi dhidi ya Azam uh, Azam amekuwa kistrago sana pale Geita vapi Kagera eh, pale Kaitaba amekuwa akisumbuliwa sana sana kwenye piki ya Azam pale enda kupata sare mbilimbili. Kumbuka uh, Mashujaa ana uwezo kupoteza mechi pale Kaitaba uh, uh, Coastal Union wakiwakazia <laughs> wanaweza kuokota uh, mechi ngumu, inaweza kaa ni mechi dhidi ya Dodoma Jiji, ambapo nao ni 50-50 uh, mechi dhidi ya Tanzania Prisons ambayo nayo ni 50-50, sio uh, na... Simba hiyo watapoteza tu, obvious, hiyo mechi watapoteza tu. Uh, mechi dhidi ya Namungo ugenini, eh, ugenini bahati mbaya sana masikini ya Mungu aje kushinda Kagera pale mona, wala kila kienda anapigwa, kila kienda anapigwa, kila kienda anapigwa kwao. Manake katika katika yale mazoea, unaweza ukasema, pia na hiyo ni sehemu ambayo unaweza kasema amekuwa akihukumiwa na historia, si ndio? Lakini mm. mm. watu, mm. mm. yani, watu wapo, watu wapo, mimi nitakwambia kitu kimoja <clears throat> ah, nataka nirejee timu zote ambazo zilishuka daraja. Uh, Mtibwa, Geita, Polisi Tanzania uh, Mbeya eaii eh? Mbeya City Mbeya City wa hivi eh, karibuni Mbeya City uh, uh, eh, <coughs> uh, Ruvu Shooting na Ruvu Shooting. Uh, na nani wengine awapa tumeongeze na biashara awa sita, hizi timu zote sita, sababu zote zinafanana, wala sababu moja kuu ambayo wote hizi timu zote zinafanana, palikuwa hakuna maelewano katika safu za uongozi wa hizi timu timu zote zinazokutajia zote zinazokutajia, kwenye safu ya uongozi hapakuwa na maelewano, hapakuwa na communication nzuri. Kwa hiyo uh, ile chain ya mawasiliano kutoka kwenye management ilikuwa haifiki proper kwenye, kwenye timu. Ndio sababu angalia, Mtibwa wameanguka kwa sababu hiyo, uongozi, safu ya uongozi ilikuwa Geita uongozi so sokweli biashara mm. Uh, uongozi soa sokweli, sokweli mpaka mm. waka, wakajigawa kabisa mm. uh, Mbeya City timu iligawanyika vipande viwili uh, Ruvu Shooting, timu iligawanyika vipande viwili, japo ni timu ilikuwa timu ya mm. timu ya taasisi ya jeshi, lakini naye vipande viwili, unaelewa mm. hizi timu zote hii ndo ilikuwa ni sababu mama ya hizi timu zote ku, kuanguka, lakini watazame sasa hivi Geita, watazame sasa hivi Mbeya City, watazame sasa hivi Mtibwa Sugar, wanaelewa. Manake zile management zao zimerudi na zimeungana, wanazungumza lugha hii. Angalia namna ambavyo wanashindana katika kurudi. Sasa Kagera Sugar, Kagera Sugar washafanya vikao mara mbili, vikao Mb. mara mbili kulikuwa kuna shida kati ya uongozi na uongozi wa timu unaelewa, hmm. Kikao cha mwisho walikaa na wenyewe wakaposti kwenye peji yao official ya Kagera Sugar kwamba tumekaa tumekubaliana, sasa hivi mambo yetu mazuri. Umeona, uongozi umeungana na wachezaji, wakala na chakula, wameposti na chakula cha usiku, wanaelewa. Matokeo yake mechi yao ya kwanza baada ya muunganiko huu walicheza dhidi ya uh, Pamba. Pamba wakapata matokeo. Mechi ya pili wamecheza dhidi ya Namungu. Kwa hiyo shida ikiwa kwenye management, usitegemee kupata matokeo kwenye timu yako ya mpira, lakini ni jambo ambalo sio la ku entertain. Ni jambo nafikiri bado natafuta huwa inaathiri kwa kiwango gani, yani kwa nini hiyo athari ikitoka ofisini ina, inashuka moja kwa moja Si unaelewa, na kati huku wanasigana wakubwa, sio ndio? Inawezekana labda pengine kusigana kwa wakubwa, kuna vitu huko havifiki kama posho, safari hizo, accommodation na vitu vina kama hiyo, labda pengine inawezekana, lakini shida kubwa ya Kagera ilikuwa ni management. Sasa baada ya wao wenyewe ku clarify kwamba wako pamoja na wamemaliza hizo shida, mimi naamini Kagera wana timu nzuri wana wachezaji ambao wanaweza kutoka kwenye hilo dimbwi walipo, ila kuna timu zingine hawana huo uwezo wa hao wachezaji yani, kuna timu uwezo wa wachezaji wao ni mdogo, unaelewa. Kwa hata kama management iko strong, mimi nitatolea tena mfano leo, mara ya pili, KMC. Uongozi wa KMC hauna shida, uko very strong, lakini kinachoangusha wanakuwa wanaekaeka, wana unaelewa, ni namban uwezo wa wachezaji uwezo wa wachezaji wao mm, ni mdogo, lakini kutoka namba nn namaja kanaambia wanaeza sana. Uh, Faraji Mustafa pamoja na Hamiso, Aga, uh, Rashid Hamis kupumzika nyumbani, yanaendelea enga hamna kufatiliana, wajua mtu kama Rukia anafunga yeah. hii funga asema ndio kwa sababu Mwenyezi Mungu kasema funga ni yangu mimi, lakini yeah. ingekuwa funga na nenyewe imeshushwa kwenye vitabu vya tafsiri na nini na nini, kama ambavyo sala yeah. za kawaida Hey. yeah. mashakili makubwa. Asante, tupate mapumziko, tunarejea <laughs>